Katika hizi siku za karibuni Tanzania tumepata sifa kubwa sana ya kuwa na chuo kikubwa sana Afrika mashariki na kati, chuo kikuu cha Dodoma na chuo hiki mheshimiwa mwenyekiti kinaweza kuchukua takriban wanafunzi elfu 40. Lakini kwa mshangao mkubwa sana leo serikali ya Chama cha Mapinduzi imeamua kufanya chuo kikuu cha Dodoma kuwa sehemu ya majengo ya serikali. Nilitaka kujua mheshimiwa mwenyekiti, nilitaka kujua serikali kwa kuleta utaratibu wa kubadili au ya kuchanganya wanafunzi na majengo ya serikali wizara, maana yake ni kwamba tunachukua wanafunzi wetu kuwapeleka kwenye simba. Nilitaka kujua huu ndio utaratibu wa kuhamia Dodoma kwa maana ya kubadilisha miundombinu ya elimu kuwa ofisi za serikali, nilikuwa naomba majibu. Kwanza napenda kumfahamisha mheshimiwa Susan Lyimo, pamoja na hayo aliyoyazungumza, ukweli ni kwamba chuo maana yake sio majengo peke yake. Chuo maana yake ni majengo, walimu, pamoja na vitendea kazi vingine vya kufundisha na kufundishia. Kwa hali hiyo, chuo cha UDOM kilipojengwa kilijiwekea utaratibu wa namna na gani kitakuwa kinakua sambamba na majengo. Kwa hiyo kwa taasisi au wizara kuhamia katika majengo haya ni kwa vile ni swala la muda mfupi, na kwa sababu majengo hayo, naomba tulivu, tumsikize mheshimiwa naibu waziri tafadhali. Kulingana na, na utaratibu na mipango yake ya kukua, yalikuwa kwa sasa hayatumiki. Wizara zinatafutiwa maeneo yake ya kujenga. CDA wakishakamilisha kuleta viwanja hivyo, kila wizara itakuwa na majengo yake eneo lake. Kwa hiyo niwaombe tu kwamba swala la kuhamia Dodoma sisi kwetu tunaona ni swala lenye tija na litaongeza ufanisi mkubwa, hasa kwa wananchi wetu, kwa sababu sasa watakuwa wanapata huduma kiurahisi zaidi, ikizingatiwa kwamba Dodoma hata foleni hakuna, ikizingatiwa kwamba Dodoma ni makao makuu ya nchi. Kwa hiyo sisi wizara tumejipanga, na tutahakikisha kwamba tutahamia kwenye maeneo yetu ni haya ya serikali. Katika kukiendeleza chuo cha Dodoma ilijidhihirisha ilijidhihirisha kutokana na nia njema ya Chama cha Mapinduzi kutoa endelea. Mheshimiwa, nia njema ya Chama cha Mapinduzi kutoa ukumbi wake na badilisha matumizi kutoka kwenye matumizi ndio watanzania wote Mheshimiwa Alima Mde, naomba upunguze sauti tafadhali. Mheshimiwa endelee. Kwa hatua hiyo hiyo, yani ya nia njema ya serikali ya Chama cha Mapinduzi, tunaendelea na mpango wa taifa wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya kuhamishia serikali Dodoma, na ninaomba niwaambie ni waheshimiwa wabunge, majengo yatakayotumika na serikali ni majengo ya chuo, serikali ya Chama cha Mapinduzi ilisha ya jenga na yakawa mengi, na kwa sababu majengo ya yamejengwa na serikali hii, badala ya kuyaacha majengo yale yaharibike bila kutumika, yatatumika na baadhi ya wizara za serikali, na ninaomba niwahakikishie waheshimiwa wabunge, majengo yale hayaingiliani na shughuli zozote za elimu pale UDOM.